Ah, nafasi kwa maneno, thamani kwa tarakimu, imba! Tarakimu maneno, thamani kwa tarakimu. Nafasi kwa maneno, thamani kwa tarakimu, imba! maneno, thamani kwa tarakimu. Wote mamoja, nafasi kwa maneno, maneno thamani kwa tarakimu.